Mwanamke mmoja mkazi Mureti Arusha, wa kata ya Mureti mkoani Arusha, aliyebarikiwa mapacha watatu anakabiliana na hali ngumu ya malezi kutokana na mazingira duni na ukosefu wa mahitaji ya msingi. M24 imezungumza na mwanamke huyo pamoja na familia yake, na wamesema kuwa changamoto kubwa ni kukosa sehemu salama ya kulala pamoja na ugumu wa kumudu huduma muhimu kwa watoto hao, hivyo wameiomba jamii kujitokeza kwa msaada. Changamoto uko kwenye kunyonyesha, sinaga maziwa ya kutosha kama mnavyojua kulea watoto watatu ni changamoto changamoto kwa kweli mmoja tu inakuwa ni shida je watatu inakuwa ni shida ni changamoto maziwa sina natakiwa maziwa ya kopo tunawapa hivyo hivyo na maziwa ya kopo anakunywa nguo tangiwa wamekuja hapa hii wiki ni ya pili inaenda ya tatu nguo anapea moja tu kutusaidia mtua tunapata ma nani maziwa yawa yanawasaidia watoto pamoja na mahitaji mengine kama vile bima, sehemu ya kuishi. Hawana makazi, nyumba za nyoo za kupanga. Naiomba serikali, msaidie mwanangu apate japo hata rumu moja, na asedle apate sehemu ya kuishi na watoto. Mimi nimebahatika ku, nimejaliwa kupangisha chumba hichi kimoja na hao watoto ambao tumejaliwa kupewa watatu na wengine ninao wawili we. Ila chumba nachotumia ni kimoja. Watanzania na serikali kwa ujumla, kama kuna yeyote ambaye anaweza kaguswa, wenye mioyo safi kutusaidia, tukaweza tukapata labda sehemu ambayo ni kubwa kidogo ya kuishi na wanangu, nitafurahi sana mimi na familia yangu. Namba watakaye nipata sifuri saba tisini na nne tisini na tano arobaini na nne tisini na tisa. Jina litakuja Mandela Mike, mme wangu.